Hello guys, hello guys. Eh, bana, mambo vipi watazamaji wa Wizer TV online? Anaongea hapa ni Mr. Edward, au kitakonite Toto Bad. Kama ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu leo, usisahau kusubscribe, ku-like, ku-comment na ku-share. So, tutakuwa tunapigana na hii ma-story kwa siku ya leo. Kama mimi mwanzo mwenyewe, nikuzidi kupata taarifa zetu zaidi. Eh, bana, mambo vipi? Safi. Kama kawa, blaza. Unyama kabisa. Unyama lakini? Unyamwezi kabisa. Blaza, unajua ndio mara ya kwanza kuonekana kwenye TV ya Wizer, kwenye TV ya Wizer TV online. So, tungependa tufahamu jina lako. Mimi ni Eskide Tozy. Ni hatari blaza. Kipenzi cha wana na wanawake Hey, ni hatari. Ndio maana tunaona huko na piskali. Dada vipi? Oh. Kama kawa lakini. Kawa. Ah, unaitwa nani nani? Nakuona ah, na blaza hapo na vipi lakini mtu wako? Mm -mm. Kwa nini lakini, bwana mpo naye hapo unasema sio mtu wako? Tunatembea. Natembea tu mm. Kwanyua shikaji mm. Ila saa kisema kwa akuambie kama anakupenda unaweza kumwambiaje? mm. Ah, so, <laughs> kabisa ametoka tu kuambia bwana, "Dada, mimi nimetokea kuelewa, mimi nakupenda," utamwambiaje? <laughs> Okay, brother brother, tunajua dema amesema, eti kama wewe so, so mtu wako lakini, so, okay. Hivi ukisema mtongoze hapa kabisa, una hakika anaweza kukubali? <laughs> Sijui, kwa sababu mapenzi ni sia, labda naweza nikamtongoza asinipe nafasi hiyo ya kuwa mpenzi wake, naweza nikamtongoza akanikubalia, kwa hiyo sijui. Lakini wao wamesema kama wewe ni kipenzi cha wanawake. Kwa hiyo kila mwanamke unamudu. Sasa kwa nini usizi dada, tupo na wewe hapa dada? <laughs> Kwa nini usimudu huyu mwanamke ambaye mpo naye mnazunguka naye mnapiga naye ma story? Kwa nini usimudu? Ah, sasa mpaka umeona nipo naye. Umeona kabisa mimi kipenzi cha wana na wanawake. Wengine wananipenda tu, sio kwamba mimi wapenzi wangu hamna, wanakuwa ni washikaji hivyo yani. Kwa hiyo lakini kwa siku ya leo tofauti vipi kutoka na mtu wako sababu gani? Kutoka na mtu. Mtu wako sasa ambao uko na mahusiano wewe. Mtu wangu mimi. Mm. Ha, mtu wangu kivipi? Mbona sielewi, yani mwanadamu sina mtu. <laughs> Yaani kama mpenzi wako, mpenzi wako, mpenzi wangu? Mm. Ha, mi sina mpenzi. <laughs> Sasa wewe kipenzi cha, cha wanawake, so unakosaje mtu kwenye mahusiano? Sina mpenzi. Ujue, ujue ni, ni maamuzi ya mtu, umeona bwana. Kwa hiyo kuna kipindi mtu unaweza ukawa utaki mahusiano, ukataka mahusiano. Kwa hiyo hivi kwa muda huu nimeamua kuwa single. Aya, mara papu huyu dada amesema bwana mimi nakupenda. Utamjibuaje? Ananipenda? Hey. mm, kunipenda vipi? Maana upendo upo kwenye nani nani, nani, nani, nani, njia nyingi sana tofauti. Kwa hiyo ananipenda kwa njia ipi? Yani anataka awe nawe kwenye mahusiano, kwenye mahusiano hauna hey. ha -ha. mtu hapo lakini huyu hey. dada anasema bana, kaka, e, mimi nakuelewa. Sasa inategemeana kwa muda huu, mimi sitaki kuwepo kwenye mahusiano. Hautaki kabisa <laughs> Hey. m anakupenda, namkataa sio kwamba kumkataa, amna um, ila kuwepo kwenye mahusiano ndio staki, labda mapenzi nini kwamba hivyo, kwa marafiki eh, marafiki. Sasa sasa, kitu gani kilichokuvutia mpaka ukakuja oh, truwa, huku kuangalia vibe ya wanawake? Ah, kitu gani? Mimi mimi nalimisi vibe sana, hata nikiwa nipo mjini bora nibakize nauli ya kuja kuvaibuka huko. Siwezi nikashirikia nani na eti kwamba nishirike huko yeah, amna siwezi, mimi lazima oh, nije huko <laughs> ha, okay dada kabisa. Hivi kwa mfano, umetokea kumwambia kaka eti kama unamuelewa, umetokea kumpenda, so wakiukataa wewe unaweza kujifikiaje? Unaweza kuchukua maamuzi gani wewe kama mwanamke? Mtapata mwingine tu, mtapata mwingine eh bana. Ni hatari, ni hatari blaza eh bana, asante sana, asante sana bana.